Aki bwana. Aki mimi ni msanii. Mbona unajiongelesha? Eh, si bwana niko na shida mingi sana bwana. Huko kwa nyumba bwana. Bibi hataki kuzaa. Na box box umebeba ya ya ya nini? Hii hii hii hii simu simu e simu simu mkopa mkopa, mkopa. Imetoka kuchukua bwana. Unajua siku nikaingia kwa mkopa. Nimechukua ndio nilipe pole pole. Bibi bibi amenipa stress mpaka pesa iliisha. Eh, bibi amenipa stress bwana. Imeandikwa kwa Bibilia bwana, imeandikwa hivi kwa Bibilia wanawake eh? Binadamu wazaane wajae kwa dunia eh, bibi hangu, sahi, kada, eh, na bibi yangu saa hii tumekaa na yeye miaka kumi na tano amekataa kuzaa bwana, ni kama anatumia family plan? Haya tumia family plan. Family planning nimekuwa ni na stress, yani ameweka, nimefilisika mpaka simu yangu yenye nilinunua 8000 niliuza hiyo simu nikionyesha yeye mapesi, ikabidi nimerudi nichukue simu ya mkopa. Amenirudisha from zero, amenirudisha from zero. Ame, wewe umeniona haja. Amenirudisha from zero huyo mwanamke. Amerudisha from zero. Amekataa kusaa miaka ni 15. Eh? Amekataa kusaa. Chakula yangu amekula mpaka siku nimeisha, nimeuza. Kila kitu nimeuza. Nimebaki hivyo sina mtoto. Miaka ndio na hesabu na watu wanazaana kwa dunia. Inafaa hawa wanawake kwa kila boma wakue. Kila boma kuna watoto 15 15 wanaume kazi yao ni kuzaa tu. Mwanamke afai kutumia family planning. Unatumia family planning ya nini? Family planning unatumia ya nini? Wewe mwanamke unatumia family planning ya nini? Mwanamke hmm? Wewe unatumia family planning ya nini? Yaani umeona sisi ndio ni vizuri tumie family planning. Ku -ku Kuangaisha sisi na mapesi. Unaangaisha, unaangaisha sisi na mapesi. Hao ah, wanawake wanatubeba aje. Hiyo kitu imenikashirisha sana. Imenikashirisha sana. Mpaka umeweka nimefilisika nimeingia kwa mkopa. Simu ya mkopa, nimeingia kwa simu ya mkopa. Naenda kulipa mdogo mdogo. Hao ah, wanawake lakini, ah, nimekasirika na hao. Nimekasirika kabisa.